Hello, mambo vipi? Kwa majina naitwa Yusuf Nahoda, ni content creator. Katika video leo nitakuonesha hatua kwa hatua namna gani ambavyo unaweza kungarisha meno yako kwa kutumia Adobe Photoshop. Naam, baada ya kuweka picha yangu kwenye Adobe Photoshop, kitu ambacho kinafuata nakuja kwenye kwenye Lasso tool. Baada ya kuweka kwenye Lasso tool, naanza kuichora hii sehemu ambayo nataka kuibadilisha, nachora. kama ulivyoona tayari nishachora kwa, kitu ambacho kinafuata nakuja huku chini na kuweza na click hapa, baadaye naangalia wapi kwenye Hue and Saturation. Baada ya kubonyeza hapo, nakuja kwenye Master. Master hapa, kwenye master nabadilisha na kuika Yellow. Baada hapo nakuja kwenye eye drop. Kwa hiyo eye drop na click, then nakuja ku click kwenye haya maneno hapo. Baada hapo, kitu kinachofuata nakuja tena na kwenye kwenye lightness. Kwa hiyo lightness na click kama hivi, naangalia na kliki, naangalia na, baada ya kuona hapo nimerizika, nisharizika. Kwa hiyo baada, kama umerizika ume hujarizika wewe, utaangalia jicho lako, nasema. Baada ya hapo nakuja kwenye, kwenye mask kwenye mask kidogo, kama hapo ishantosha, lakini kuna error na siona. Kwa hiyo naweza kurudi hapo, na nakurekebisha ili tatizo kwa hiyo